Mnamo Septemba 11 mwaka 1946, UNICEF ilianzishwa rasmi na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa likiwa na lengo la kutoa vifaa na msaada kwa watoto baada ya vita vya pili vya dunia ambapo zamani likijulikana kama mfuko wa dharura wa Umoja wa Mataifa kwa watoto kama mfuko wa misaada ya muda wa Umoja wa Mataifa. Uhuru kwa wote, usawa kwa jamii zote. Tangu kuanzishwa kwake, UNICEF imekuwa nguvu isiyoweza kuzuilika, pia imekuwa ikipigania mabadiliko katika maisha ya watoto duniani kote, bila kujali utambulisho wao, popote wanapoishi, wakati ambapo shirika hilo limekuwa mstari wa mbele wa kushughulikia migogoro ya kibinadamu inayoendelea duniani kote. Katika kuhakikisha kuwa UNICEF inaendelea kupanua wigo katika kutimiza adhima yake kwa watoto nchini Tanzania na duniani kote. Shirika hili limeendelea kutoa ushirikiano katika sekta ya elimu nchini ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba mtoto wa Kitanzania anapata elimu bora pamoja na kupatiwa mazingira bora na rafiki ya kujifunzia. Agosti 7, 2025, shirika hilo lilifanya ziara katika ofisi za makao makuu ya Taasisi ya Elimu Tanzania kwa lengo la kuona na kujifunza namna taasisi hiyo inavyofanya kazi ikiwa ni pamoja na kujiridhisha utekelezwaji wa mipango endelevu ya kielimu ambayo imekuwa ikiratibiwa na Taasisi ya Elimu Tanzania TET kwa kushirikiana na UNICEF nchini Tanzania. Mtazamaji wa TET Soma Kwanza TV. Leo hii Taasisi ya Elimu Tanzania imepata ugeni maalum kutoka UNICEF, shirika la kimataifa la kuhudumia watoto na wanawake. Lengo hasa ya ziara ya shirika hili kuja kufahamu kwa uzuri nini hasa Taasisi ya Elimu Tanzania inafanya katika majukumu yake ya kila siku. Mtazamaji. Na mara baada ya mkurugenzi mkuu wa TET Dr. Anet Komba kupokea ugeni huu kutoka UNICEF ukiongozwa na Bi Samon Vis, ambaye ni msimamizi wa masuala ya elimu UNICEF nchini, moja kwa moja akapata wasaa wa kuwatembeza wageni hao katika maeneo mbalimbali ya uwekezaji uliofanyika katika taasisi hiyo ikiwa ni pamoja na chumba cha utayarishaji vipindi na studio za kituo kipya cha televisheni cha TET Soma Kwanza TV pamoja na chumba cha darasa janja au smart class vilivyopo katika taasisi hiyo. Kwangu Masalu ni mkurugenzi wa utafiti, habari na machapisho kutoka taasisi ya elimu Tanzania, akapata wasaa wa kutoa maelezo kwa wageni juu ya uwekezaji ambao umefanywa na TET kwa ajili ya kuboresha mfumo wa elimu nchini Astia hii. Now to, Hisi, ta sisi Taasisi ya Elimu Tanzania kwa sasa tunajihusisha na teknolojia ya picha katika mifumo yetu yote tuliyonayo, lakini hasa ni matumizi ya AI. Hili ni kwa sababu wataalamu wetu wa TEHAMA wamekuwa wakipokea simu nyingi kutoka kwa walimu wakiuliza ni namna gani naweza kuingia katika mfumo kwa hiyo kwa kutumia nafasi hii ya AI tunataka tutumie katika mifumo yetu yote AI, in all the platforms bit. Hakika ilikuwa ni faraja sana kwa wageni hao baada ya kujionea wenyewe jinsi taasisi hiyo ya elimu inavyofanya kazi kwa vitendo, na kuhakikisha kuwa wanafanya kazi usiku na mchana ili kuhakikisha mfumo mzima wa elimu nchini unaboreshwa na kuleta manufaa na matokeo chanya kwa kizazi cha Watanzania. Muda ukawadia pale ambapo mkuu wa taasisi ya elimu Tanzania Dr. Anet Komba akafungua jukwaa kwa kuwakaribisha wageni wote pamoja na wenyeji katika meza ya mazungumzo, ikiwa ni pamoja na kuanza kujadili mambo mbalimbali yanayohusu mstakabali mzima wa elimu nchini. Napenda kuchukua fursa hii kuitambulisha kwa ufupi Taasisi ya Elimu Tanzania na kazi zake muhimu. Kwa hiyo, hii ni taasisi ya serikali, ipo chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, na taasisi ina jukumu la kutekeleza majukumu makuu manne ambayo yanaonekana kuwa ya msingi kwa mfumo wa elimu nchini Tanzania na kazi ni kama ifuatavyo kwanza tuna wajibu wa kubuni, kuandaa na kuhakiki mitaala ya viwango vya elimu ya awali, msingi, sekondari na elimu ya ualimu. Lakini kwa elimu ya ualimu tunazingatia viwango vyetu vya cheti na diploma pekee. Lakini taasisi ina jukumu la kuandaa nyenzo za usaidizi wa mtaala, na nyenzo hizi ni nyingi, ni pamoja na vitabu vya kiada nyenzo za kidijitali silabas, miongozo ya kufundishia na kadhalika. Kazi nyingine ni kutoa mafunzo ya walimu kazini. Tunatoa mafunzo ya walimu kazini ya kwa madhumuni ya kuhakikisha kuwa walimu wanatekeleza mtaala kwa ufanisi. Na kazi ya mwisho, tuna wajibu wa kufanya utafiti, lakini pia kutoa huduma za kitaalamu kwa serikali na wadau wengine wa elimu kuhusu masuala mbalimbali mbali ya elimu ikiwa ni pamoja na mikakati ya ufundishaji na ujifunzaji, maendeleo ya taaluma ya walimu, matumizi ya teknolojia ya elimu katika ufundishaji na ujifunzaji, pia ubunifu katika elimu na kadhalika. Uh, Aidha, kufunguliwa kwa kikao hicho kulifungua nafasi kwa wakuu wa idara mbalimbali mbali kutokea TET kufanya mawasilisho ya kiutendaji kupitia idara zao, ukiambatana na maswali yaliyoulizwa kutoka UNICEF. Hebu tuangalie jinsi mchakato huu ulivyoanza. Mchakato wa mapitio ya kalikulam ulianza Juni 2021 na uliongozwa kama ulivyoshuhudia katika tukio, hivyo tuliongoza katika mchakato wa mapitio wa curriculum. Mfumo wetu wa elimu sasa, tulipanga muda wa elimu ya awali umepunguzwa kutoka miaka saba hadi miaka sita na pia elimu ya msingi na elimu ya sekondari ya chini zimefanywa kuwa lazima ili kupata jumla ya miaka kumi ambayo imehifadhiwa. Mtazamaji. Ziara hiyo iliamsha ari mpya na matumaini makubwa ya kusonga mbele zaidi ikionesha dhahiri shahiri kuwa yale yote ambayo yamekuwa yakifanywa na TET kwa kushirikiana na UNICEF yameleta tija na matokeo makubwa ya kielimu nchini. Na kwa kuthibitisha hilo, TET Soma Kwanza TV tukapata wasaa wa kuzungumza na Dr. Ayubu Kafiulilo kutoka shirika la kimataifa la UNICEF. Tukataka kujua juu ya mtazamo wake ya namna UNICEF inavyoshirikiana na TET. Kwanza nianze kwa ku acknowledge kwamba TAI na UNICEF ni wadau wa muda mrefu sana ambao tunafanya kazi kwa ushirikiano mkubwa sana. Na katika kufanya kwetu kazi tumekuwa tuna a lot of eh, interactions hapa na pale kuhusu kazi zinavyoendelea na kadhalika. Lakini tangu tulipokuwa tumefanya kazi ya kureview curriculum ya elimu, hatukupata nafasi ya kuona namna gani tunavyoendelea. E, utekelezaji unaendeleaje, na namna gani tunaweza tukaendelea kushirikiana katika proses ya utekelezaji? Maana tulishiriki kwenye kurivyu, lakini tulikuwa bado hatujaenda kwenye levo ya utekelezaji. Kama UNICEF, tuna participate namna gani na kwenye maeneo gani? Kwa hiyo ilikuwa kwetu ni mpango wetu kwamba tuje tujifunze. Kwa kweli ilikuwa ni safari ambayo imelenga tu kwa ajili ya kuja kujifunza kwamba TIE wanafanyaje kazi E, na ni hii e, curriculum development na implementation process imefikia wapi? Nini kinaendelea? Kile tunachokielewa kuhusu implementation ya curriculum ndicho ambacho e, tai wanakifanya au sicho? Na nafikiri wakati mwingine unaona pale tumepata nafasi ya kurekebishwa kwamba unavyoelewa hivyo sivyo, lakini uhalisia uko hivi. Kwa hiyo kwa kweli imekuwa ni very successful, uh, visit kwetu sisi, kwa sababu imetufanya tuweze kuona na mengine makubwa zaidi ambayo tayari wanafanya, ambayo sisi kwa kukaa kwetu ofisini tulikuwa hatuwezi kuyajua. Naweza nikasema ni mara chache tumeweza kufanya visit ya namna hii, lakini hii moja tuliyoifanya imekuwa ni very, very productive. Kwa upande wake msimamizi wa masuala ya elimu kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la UNICEF nchini Tanzania B. Samon Vis amesema UNICEF itaendelea kutoa ushirikiano kwa TET katika maboresho ya elimu ikiwemo maendeleo ya walimu hasa waliopo vijijini kutokana na hali mbaya ya mazingira magumu yanayowakabili hali inayopelekea kudhorotesha ufanisi na weledi pindi wawapo wapo kazini. UNICEF and, uh, leo UNICEF tumetembelea teti kwa sababu ni wadau wetu wa miaka mingi. Tunataka kuangalia njia ambazo tunaweza kuendelea na ushirikiano wetu wenye ufanisi. Na uongozi wa mkurugenzi mkuu Dr Anet Komba, UNICEF imejizatiti kuendelea kusaidia maendeleo ya walimu katika maeneo mbalimbali mbali, walimu katika maeneo yaliyo mbali kufikika kirahisi. Tunatambua kazi yao ina changamoto nyingi sana. Wao ni mashujaa na uti wa mgongo wa mfumo wa elimu, na tunataka kusaidia TAI kuhakikisha kwamba walimu wanawezeshwa kuandaa wanafunzi ambao wanaweza kusaidia Tanzania kufikia malengo yake ifikapo mwaka 2050 mtazamaji, kama wasemavyo wahenga kuwa hakuna marefu yasiyo na ncha. Na sasa kamera zetu tukazielekeza kwa mkurugenzi mkuu wa taasisi ya elimu Tanzania, dr Anet Komba akizungumza namna alivyopokea ugeni huo na kutanabanisha wazi juu ya yale yote waliokubaliana katika mazungumzo yao. Niseme kwamba UNICEF ni partner mmoja wapo ambaye tumefanya naye kazi kwa ukaribu sana. Wametusaidia kwenye kazi nyingi, wametusaidia kwa mfano kwenye kuandaa maktaba mtandao, wametusaidia kwenye kuimarisha matumizi ya learning management system, wametusaidia kutoa mafunzo kwa walimu wa mikoa mbalimbali kuhusu matumizi ya e-library. Kwa hiyo uh, kutoka kwenye hiki kikao tumekubaliana kwamba tutaendelea kushirikiana na wataendelea kutusaidia katika yale maeneo ambayo yanayohitaji kwa sasa, ikiwemo eneo la kufanya ufuatiliaji na tathmini wa mtaala ulioboreshwa pamoja na matumizi ya maktaba mtandao na mfumo wa ufundishaji na ujifunzaji wa walimu. Tunawashukuru sana na tunataraji tutaendelea kufanya nao kazi. Taasisi ya Elimu Tanzania TET inaendelea kuwakaribisha wadau na taasisi binafsi katika kuunga mkono jitihada zinazofanywa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia katika kufanya maboresho ya mifumo ya kielimu ikiwa ni pamoja na kusukuma gurudumu la maendeleo katika elimu sambamba na kuendana na kasi ya mabadiliko ya sayansi na teknolojia katika sekta ya elimu nchini Tanzania. Mtazamaji wa TET Soma Kwanza TV. Natumai umejifunza na kujionea mambo mbalimbali mbali pamoja na majukumu yanayotekelezwa na Taasisi ya Elimu Tanzania. Na kati yaliyojadiliwa ni kwamba uh, shirika la kimataifa linalohudumia watoto na wanawake wameahidi kuendelea kushirikiana kwa ukaribu zaidi na taasisi ya elimu Tanzania kuhakikisha tunafanya vizuri zaidi. Ulikuwa nami, mtangazaji wako Jamila Mbaruk, endelea kuangalia vipindi vingine katika TET Soma Kwanza TV.